hakikisha umeibadilisha kuwa cheti kipya, na ili kuweza kupata cheti chako kipya, ni cheki WhatsApp namba, nimekuwekea katika description ya video hii utaipata cheti chako ndani ya siku mbili tu. Tupigie leo ili uweze kupata cheti chako, maana bila kuwa na cheti hicho huwezi kutuma maombi haya, wala maombi yako hayataweza kufanyiwa kazi. Hasa nafasi hizi zimetoka katika Halmashauri ya Wilaya ya Singida. Ni nafasi kumi na tano, nafasi ambazo ni dereva daraja la pili nafasi saba. Sifa ni kidato cha nne na leseni ya udereva ya daraja hii au C ambayo umeifanyia kazi kwa mwaka mmoja bila kusababisha ajali, lakini hakikisha pia una cheti kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Aa, nafasi zingine ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa pia kuna nafasi tano na sifa ni elimu ya kidato cha nne au cha sita, lakini uwe na mafunzo au uwe umehitimu stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili lakini pia huo umefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na zaidi kabisa. Uwe unafahamu kompyuta za ofisi, program za kompyuta za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint, internet, email na Publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Nafasi zingine ni msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, hapa ni nafasi tatu na sifa ni kidato cha nne au cha sita na diploma au NTA level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kutoka kumbu vyuo vinavyotambuliwa na serikali, lakini pia ujue kutumia kompyuta. Kwa hiyo waombaji wote kwanza, mnatakiwa muwe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45. Waombaji wote mnatakiwa kuwa na vyeti halisi original certificate kuanzia cheti cha kuzaliwa na kuendelea, lakini result slip zitakubaliwa. Na kama umesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na mamlaka husika kama TCU, NECTA na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30/2025 Novemba tarehe 30 Novemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu na anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya ya Singida, SLP 27 Singida. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira portal, yaani portal.ajira.go.tz Asanteni na karibuni.